Tuko safarini kurejea nyumbani Tanzania tukitokea Berkane Morocco ambapo tumekuwa na mchezo wetu wa fainali ya mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho bara Afrika. Punde tu mara baada ya mchezo kumalizika majira ya saa 4 kwa saa za Morocco sawa na saa sita kwa saa za nyumbani Tanzania, wachezaji, viongozi na mashabiki ambao tuliambatana kwenye safari hii tukaondoka kutoka uwanjani moja kwa moja kuelekea katika uwanja wa ndege wa Ushda, na baada ya kufika hapo tukaingia kwenye ndege yetu maalum ambayo tumesafiri nayo kutoka Tanzania kuja mpaka Morocco kuja kwenye mchezo huu. Ndege hii ni ndege kutoka shirika la ndege la Tanzania ATCL, ambayo tumepewa bure sisi wanasimba na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Sisi Simba Sports Club tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa juhudi e, ambayo ameionyesha na mapenzi ambayo ametuonesha ya kutupatia ndege hii na kuja nayo huku Moroko. Ziko sababu nyingi mno ambazo zinatufanya sisi tumshukuru Mheshimiwa Rais. Tuishukuru wizara ya habari Tukishukuru vile vile na shirika la ndege la ATCL kwa sababu safari hii ni katika safari ambayo tumesafiri kwa ubora kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa mfano tu kama tungepanda ndege za kawaida, maana yake ingetulazimu kusafiri siku mbili kutoka Tanzania kufika Morocco na siku mbili kutoka Morocco kurudi mpaka Tanzania. Yani kwa ufupi, unatoka Dar es Salaam unakwenda mpaka Qatar mwendo wa masaa sita au unatoka Dar es Salaam unakwenda mpaka Dubai masaa matano utoke Dar es Salaam uende mpaka Uturuki masaa matano utoke hapo uanze safari ya kuitafuta Casablanca masaa mengine matano utoke hapo utafute ndege nyingine ya kukupeleka Ushda mwendo wa risali moja unaweza kashuhudia masaa mengi kweli kweli ambayo tungesafiri, lakini kwa kupitia ndege hii ambayo wana Lunias, Simba Sports Club tumepewa, tumesafiri kwa masaa nane, masaa nane kwenda masaa nane kurudi, na haina kituo ikinyanyuka airport moja, airport ya pili tumefika, tumekwenda kufanya shughuli yetu. Kwa hili kusema kweli, Simba Sports Club kwa ujumla kuanzia kwenye bodi ya wakurugenzi, wachezaji, benchi la ufundi, wanachama na mashabiki, tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa moyo wake, kwa mapenzi yake na kwa juhudi zake za kuiwezesha Simba kufanya vizuri kwenye fainali ya kombe la shirikisho. Wote ambao wameshiriki, Simba Sports Club tunawashukuru kwa juhudi zao za kuipambania Tanzania na kuipambania Simba Sports Club. Tupo kwenye ndege yetu, tunajidai tunajimwaya mwaya, hatupangiwi chochote, tunaweza kuruka na kucheza Ebane. <laughs> hiyo ndiyo ATCL. Unyama mwingi, ubaya, ubwela.